Ulimwengu wa touch screen unaendelea kuchukua nafasi. Vifaa vingi vya sasa vinavyokuja vya electronic ni mambo ya kuteleza, hakuna tena button. Je, ulishawahi kujiuliza touch screen inafanya kazi vipi? kwenye video hii ya leo, ngoja tukaifungue simu, ikisha tuangalie kipi kinatokea kwenye kioo mpaka maajabu hayo, kibonyeza unapata majibu. Screen za touch za capacitive ina tabaka kadhaa. Kuna tabaka la kwanza la juu, hili ni tabaka kama vile linafanya ulinzi, yani kama vile ulinzi, protect glass. Chini yake kuna tabaka jingine, yani ile picha unaoiona iko kwenye tabaka la chini, na baina ya haya matabaka pale katikati pale kuna tabaka nyingine, hii inaitwa sensitive line. Hii tabaka ndiyo maajabu yote yanatokea, lakini hata hivyo, juu kuna tabaka nyingine ya driving line ambayo imekaa baida ile tabaka ya sensitive line. Kuna tabaka nyingine, lakini zote hizi sisi hatuendi kuzijadili, lakini tunakwenda kujadili hii tabaka ambayo inatoa hayo maajabu ya touch screen. Hii inaitwa sensitive line. Iko vipi? Tabaka hii inakuwa na mistari mengi, ina mistari kama ime ime across, mengine imesimama, mengine imelala kama roho vile na kila ambapo mistari hii imegusana ile sehemu ambayo imegusana inakuwa kuna nodi. Tabaka hili inaruhusu kupitisha umeme, yani nakusudia zile pawa za, za kwenye betri zinatembea mpaka kwenye kioo kupitia hii tabaka. Hii skrini hizi zimeitwa capacitive screen kwa sababu zile nodi zina act kama capacitor. Capacitor kazi yake ni kuhifadhi umeme. Kawaida binadamu mwili wake unaruhusu kupitisha umeme, kwa sababu asilimia sitini ni maji. Sasa binadamu anapogusa kwenye ile skrini, anaekti kama ni waya watatu. Kwa hiyo zile pawa kutoka kwenye kile kioo, ule umeme kutoka kwenye kile kioo unazunguka kwenye mwili wa binadamu kisha unarudi pale pale, ni kama amegusisha waya watatu. Ikifanyika haya, microprocessor ya simu inajua kwamba kioo kimeguswa nkimeguswa sehemu gani? Inajua kwa sababu zile nodi ziko sehemu zote za kioo. Ukigusa juu, itakujibu imegusa juu. Hapo ndipo kunatokea hiyo taku srini, ndio unaibonyeza inakujibu je. Yeah! ulishawahi kulijua hili? Hi, alsinchibari technology, kazi yangu nikukwambia mambo ambayo huambiwi. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe, na kama unaswali lolote, njo sehemu comment.